Sost sost eh, uh, eh, ndio mbili bila? Eh, mbili bila ni za kawaida. Katika mchezo mbaya, ufungwe nne tano, naonekana umezidiwa, lakini mbili bila na mechi, goli lao zuri, naliona la pili, lakini goli la kwanza ni goli la kawaida tu, na tumewachezea mpira mzuri, tunaona wenyewe, tumeona. Mimi kwa Yanga yangu nafurahia, nimeanguka lakini nitakuja nikiwa na nguvu mpya tena hapana ahali hizi ni dakika 90 dakika 90 zinazokuja Zanzibar hatotoka niamini mimi Yes, yani ule pale tunamuhesabu kipindi cha kwanza katufunga mbili tunahesabu tuna, tuna, tuna kwamba tumefungwa mbili dakika 90. Dakika 45 lakini bado kuna dakika 45 zingine ndio dakika 90, tunawafunga. Haina shida, ah, shida sio wapi, shida tatu tungecheza na Mtibwa. Yani kama kufungwa ni kufungwa, sisi katika tulivyoona Ahly wanavyocheza tunaona hakuna shida yoyote, na tunaona sisi, mimi naona timu imecheza wow, vizuri <tumipoteza> na nimefurahia, japo tumepoteza lakini naona na furahi, roho yangu inafurahi kutokana na timu yangu, na iamini, hapana, sio kwamba mudafiri akuwa mchezoni. Kama mudafiri akuwa mchezoni ni vitu ni vitu ni vitu vya kawaida kwa kutokuwa mchezoni hata wewe mwanangu, kausha okay, kidogo kausha mwanangu, tuendelee tuendelee tuendelee. We tulia kaka, okay, okay, tulia tulia tulia. Oya, ongea na mimi, nimekasirika. Amna, hebu nioji bwana. Simba ndio timu ambayo inatia maji tia maji, haina pointi, imefungwa mechi mbili sasa. Sisi kama tumefungwa mechi moja katika mechi tatu, Simba amefungwa mechi mbili katika mechi mbili. Sisi ndo tutaliokoa taifa, naamini na usiamini. Huu hizi ni dakika tisini za mwanzo, bado dakika tisini za pili. Sisi tunavuka katika umtihani, yaani mia kwa mia. E, loho yangu nyeupe. Tumeanguka pamoja, tutainuka pamoja. Yao kwa, ya kwasi kaingia yana, moto wake tumeuona. Shabalala kaingia, moto wake tumeuona. Tunasemaje? tukutane wapi? Guantanamo Zanzibar. E. E, Depu ujaona kitu gani sasa pale? Debu hey, hey. Ujaona nini sasa? hey, hey. Nimeona vitu vizuri tu hey, hey. Ni kutokosa kutopata kuto matokeo, lakini tumecheza vizuri, wametuzidi. hey, uh, yeah. tu, kwanza wakiwa nyumbani mshabiki ni mchezaji wa kumi na mbili. Amini usiamini, unapokuwa nyumbani, vibe ya mashabiki nalo linachochea wachezaji wako wacheze kwa kujituma zaidi. Hicho ni kitu cha kwanza, walitutuzidi ahali, wanashangilia sana na tunaomba na tunaomba. Mbona hapa kuna machizi wengi? Mbona hapa kuna machizi wengi? Awa machizi awa watu wa Simba u babu mtu wa Simba ii, mpelekeni milembe huko. <laughs> Ah, pele kwa milembi watu wa Simba wanazingua sana umesikia, nikwambie kitu, hizi dakika 90 za mwanzo tukutane gani tanamo, tutafanya kitu inshallah.